mpendwa mtazamaji ni siku ya alhamisi karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambayo tunalipata katika injili ya matayo sura ya saba aya ya saba hadi ya kumi na mbili yesu anawaambia wanafunzi wake ombeni nanyi mtapewa anaendelea akisema kila aombaye hupokea Yesu anapozungumza juu ya maombi kwamba ombeni nanyi mtapewa, anathibitisha maisha yake aliyokuwa nayo akiyaishi. Alikuwa na mzunguko wa mambo manne, ratiba yake ilikuwa imefunga katika mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, asubuhi na mapema alikuwa anaanza kuwafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu. Baada ya kuwafundisha watu, alikuwa Anawaponya na kuwatendea miujiza. Jambo la tatu, alikuwa anakaa mida ya jioni, yeye na wale wanafunzi wake, akiwafundisha neno la Mwenyezi Mungu, kuweza kuwaimarisha wale kumi na wawili, na usiku wote alikuwa anatumia mlimani, akikaa yeye peke yake na Baba yake, akiwa kwenye maombi. Hakujua kitanda kilikuwa namna gani, alikuwa anatumia usiku wote kwa ajili ya maombi. Taifa la Israeli lilikuwa ni taifa lililopenda sana maombi, na katika sheria zao na walimu wao walipokuwa wanafundisha marabi walisema, Mungu yupo karibu sana na viumbe vyake kama vile sikio na mdomo. Na Yesu anapowafundisha wanafunzi wake katika nguvu ya maombi, anasema je, kuna mtu yoyote yule anaweza akamchukia mwanaye? Yani baba akakataa ombi la mwanaye kama alivyosema, baba anaamua kumpatia mtoto jiwe badala ya mkate? Je, aweza mtoto akaomba samaki na baba yake akampatia nyoka badala ya samaki? Anasema, ikiwa sisi watu ambao ni waovu tunajua kuwapatia watoto wetu vipawa, je si zaidi sana baba yetu wa mbinguni ataweza kutupatia mema kwa wale wote ambao wanamwomba? Maombi ni kitendo cha mtu ambaye yupo katika uhitaji wa jambo lake binafsi akatambua kwamba msina msaada mwingine hapa duniani, msaada wangu upo mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaondoka na kwenda kusimama mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupeleka jambo lake kwa Mwenyezi Mungu. Maombi yanaweza yakawa ni ya huruma, unaomba huruma Mwenyezi Mungu, ukielekeza hisia zako kwa Mwenyezi Mungu, kama vile alivyofanya huyu ambaye tunamfahamu kwa jina la Esther ambaye alikuwa ni mwombaji katika kile kitabu cha Esther, sura ya nne, aya ya kumi na saba. Alienda mbele za Mwenyezi Mungu akamlilia Bwana, akawa ameshikwa na uchungu mkubwa, uchungu wa mauti. Akazivua nguo zake za fahari, akavaa nguo za huzuni, akalia mbele za Mwenyezi Mungu akionyesha kwamba Mwenyezi Mungu yeye aweza kuwaokoa katika kipindi kigumu ambacho taifa la Israeli lilikuwa linaangamia. Alikuja na maneno haya akionyesha kwamba hana msaada mwingine akisema, Bwana wewe peke yako, umfalme wetu, unisaidie mimi niliye mkiwa, wala sina msaidizi mwingine ila wewe, maana hatari yangu imo mikononi mwangu. Kitendo hiki cha kusema sina msaada mwingine ila wewe, maana yake ni kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu na kwamba yeye aweza kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi. Esta alijua kumuita Bwana katika magumu, katika dhiki ambayo ilikuwa mbele yake. Katika safari ya maisha ya Yesu, Yesu alijua nguvu ya maombi, yeye kama anavyozungumza Waibrania sura ya tano aya ya saba kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Ingawa alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, hakuacha kuomba. Hakuacha kusimama mbele za Baba yake. Alijua nguvu ya maombi. Na katika hilo sasa anakuja kuwafundisha wanafunzi wake kwamba nikiondoka hapa duniani, simameni mbele za Baba. Ombeni. Ili kitendo cha ombeni manake ni mwendelezo, usije ukaomba mara moja. Hakusema omba, omba, alisema ombeni. Manake ni mwendelezo, na anazungumza hivyo Yesu akiwa anauhakika kwamba. Biblia imejaa mifano ya watu muhimu ambao walijua kuomba. Mfano, Musa alifanya maombi kwa ajili ya taifa zima la Israeli walipokuwa wametenda dhambi ya kumwabudu sanamu. Musa alisimama mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu akageuka katika hasira yake na akasikilizwa katika maombi yale, tunayapata katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 ile aya ya 11 hadi ya 14. Kuna watu waliopita katika utasa mkubwa. Ana ana alifanya maombi ya dhati kwa Mwenyezi Mungu ili apate mtoto, kwani alikuwa tasa. Maombi yake yakasikilizwa na akajifungua mtoto akamwita Samweli, tunapata katika kitabu cha Samweli sura ya kwanza aya ya tisa hadi ya ishirini tunakutana pia na watu mbalimbali mbali. Elia alifanya maombi kwa ajili ya mvua ili iweze kushuka, na kwa kipindi kirefu mvua haikuwa imeshuka kwa sababu alikuwa ameifunga, na Mwenyezi Mungu akajibu hayo maombi. Katika Agano Jipya tunakutana na Paulo na Sila ambao walikuwa wako ni kifungo kikubwa sana cha gereza, wao walimsii Mwenyezi Mungu wa maombi na vifungo vyao vikafunguka. Tunakutana pia na Petro ambaye alifanya maombi kwa ajili ya Dorcas au Tabita aliyekuwa amekufa. Alimwomba Mwenyezi Mungu na Tabita akafufuka. Yesu anaonyesha nguvu juu ya maombi, kwamba maombi yana nguvu kubwa sana, na tuendelee kuweza kuomba na mwishoni, anakazia hili jambo, anasema yale yote ambayo katika maisha yetu tunataka watu waweze kututendea, vivyo hivyo na sisi tuweze kuwatendea watu wengine Yani, ukitaka watu wakutendee wema, tenda mema. Ukitaka watu waweze kuwa na huruma na wewe, uwe na huruma. Usitegemee kwamba katika maombi yako umewafanyia watu mabaya alafu baadaye unataka Mwenyezimungu akutendee mema, hakika huwezi kupata hayo. Simama katika maombi, maombi yana nguvu. Simama mbele za Bwana Mwenyezimungu katika kila hitaji ambalo uko nalo, uombe. Yeye ni mwaminifu aliwajibu hawa ndugu katika Biblia, atajibu pia maombi yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.